Ngineko ni kwamba Askofu Mkuu wa Kanisa la ABC Afrika ya Kati, Mashariki, Kusini na Finland, Dr. Timothy Ndambuki amewashauri Wakristo kujitolea kumtumikia Mungu na kutafuta uso wake ili wapate ufalme wa mbinguni. Katika hafla hiyo na iliyohudhuriwa na Katibu Mkuu katika Kanisa la ABC, Daktari Deacon Daniel Yumbya alichukua fursa hiyo kutangaza ndoto yake ya kuwania wadhifa wa useneta katika Kaunti ya Machakos. Haya yalijitokeza katika hafla maalum ya kuchangisha mgao wa Krismasi katika kanisa la ABC Kaiani, Mitaboni, Kaunti ya Machakos. <tipos> Ni katika kanisa la ABC Kaiani Mitaboni, kaunti ya Machakos, ambapo askofu mkuu wa kanisa la ABC Afrika Mashariki, ya Kati, Kusini na Finland, Dr Timothy Ndambuki aliongoza viongozi wengine wa kanisa katika hafla maalum ya kuchangisha mgao wa Krismasi katika kanisa la ABC Kaiani. ni siana kuko ukuona mombe na ndo mesha ukuo maibu koma ndo ndo koko ma chao ngai ula ni chao na be lazima bai lazima ya mundu akine we kindu abenwe kendo ngo ya kwigana na yakwenda kwenda in the mind Askofu mkuu akichukua fursa hiyo kuwashauri Wakristo kujitolea kumtumikia Mungu na kuutafuta uso wake ili wapate ufalme wa mbinguni mbingunind ayuse ni hafla iliyohudhuriwa pia na Katibu Mkuu katika kanisa la ABC, Dr. Deacon Daniel Yumbya akichukua fursa hiyo kutangaza ndoto yake ya kuwania wadhifa wa useneta katika Kaunti ya Machakos ya yeah, ab